Haleluya wana wa Mungu. Amen. Mungu atukuzwe sana, tunamshukuru kwa jioni njema ya kubariki machoni pake ametupa kibali kuiona jioni. Mungu ni mwema sana. Mungu, unasemaje? Na mimi namshukuru Mungu kwa jioni hii ya leo. Ametupa kibali tena kuiona siku ya leo. Ni jambo jema la kumshukuru Mungu. Amina sana, ya leo ni siku ya Jumamosi jioni hii Kesho ni siku ya Sabato, siku ya Bwana tunapoenda kumtukuza Mungu. Na siku ya kesho tuna tukio kubwa sana, na tukio la la ibada ya kusifu na kuabudu kwa utukufu wa Mungu. Weo, siku ya kesho unayonaje? Um, siku ya kesho na, na, na, naamini ni siku ambayo mm. Mungu atatupa kibali cha kusimama kumsifu na kumwabudu katika roho na kweli. Wow. Na naamini Mungu atajitukuza, hmm, kwa njia tofauti sana. Amina sana. Tutamwona Mungu kwa viwango, hmm, zaidi na zaidi. Amina. Mungu wa mbinguni awabariki, nawakaribisheni sana. Amina. Kwa hiyo ama tuwakaribishe watu wote ambao ambao mnataka kumsifu kumtukuza Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Be blessed the lot. I love you so much. Bye, bye.